Kuna maendeleo chanya katika mazungumzo kati ya AFCM23 na wajumbe kutoka ofisi ya rais wa Kongo, ambapo kwa mara ya kwanza pande hizo mbili zimewasiliana rasmi kuhusu mazungumzo hayo yaliyofanyika mjini Doha hapo jana. Katika taarifa ya pamoja, wawakilishi wa DRC na wale wa AFCM23 walitangaza kwamba wamekubali kufanya kazi kwa pamoja kwa nia ya kusitisha mapigano kikamilifu. Je, Ali Bilali, huu ndio mwanzo wa mazungumzo? Haya bado sio makubaliano ya kusitishwa mapigano wala sio mapatano. Katika hatua hii ni tamko tu la nia, taarifa ambayo pande zote mbili zinathibitisha makubaliano yao ya kufanya kazi pamoja kuelekea makubaliano. Kama ilivyoripotiwa na RFI hapo awali, maandishi haya yalikuwa tayari tangu Aprili 17. Iliandaliwa siku nne baada ya kumalizika kwa majadiliano ya moja kwa moja kati ya wa wajumbe wa Kinshasa na wale wa AFC M23. Kilichokosekana na idhini rasmi ya Felix Tshisekedi sasa imefanyika kama ilivyosubiriwa, baada ya hapo jana usiku, rais wa DRC kukubali na ambapo hati ilichapishwa mara moja kwa pande zote mbili. Hatua inayofuata sasa ni wakati wa kuheshimu ahadi zilizotolewa kabla kuanza kwa mazungumzo ya kweli na muhimu. Miongoni mwa ahadi hizi ni kutotumia kauli za vitisho na kuonyesha nia ya dhati ya kuunda hali ya hewa inayofaa kwa mazungumzo. Mazungumzo yanayotarajiwa lazima yalenge kulingana pande zote mbili juu ya sababu kuu za mzozo na njia madhubuti za kurejesha amani katika maeneo ya mashariki.